Accessibility failure unakuta kwamba walemavu kama na Londo, eh, DP primary hawangeweza ku, ku access the polling rooms, alafu kukosekana kwa hiyo ballot paper ambayo tunaweza kusema ni braille, haikuwezesha ku keep secret au hiyo siri yao, kama wafanyikazi wao kama wapiga kura. Inaonekana kwamba vile walikuwa naita agents ku observe au ku witness kuhudhuria ilikuwa na compromise the secrecy. tunataka IBC na wale ambao mashirika ambayo yanahusika na serikali wa ensure kwamba accessibility ya uh, polling stations by PWDs is guaranteed, hasa wakuwe na ramps na tena wakuwe na ballot paper ambayo iko ya, ya braille. Ya pili tunasema kwamba IBC imekuwa na uzembe ya ku uh, enforce the electoral code of conduct na saa zingine tunawalaumu, lakini hawana kapasiti. Mambo ya bribery, mambo ya violence abs saa zingine, ingawa iko kwa sheria, hiyo ni jukumu lao, lakini hawana hiyo uwezo na kapasiti. Alafu we had the breach of integrity issues in terms of law, the code of conduct was not observed because code of conduct hairuhusu mtu afanye kampeni siku ya kura, hairuhusu mtu apeane pesa au hongo, hairuhusu Voters engaging in canvassing na walikuwa wanazungumza tu tunaenda kupika kalamu, si tunaenda kufanya nini. Hiyo ilikuwa vitu vyenye walikuwa wanazungumzia, alafu tukakuwa na intimidation na harassment. Ulikuwa nakuta kwamba kikundi natembea mahali, wana harass uh, eh, nani opponents au supporters wa opponent fulani. Kulingana vile ambavyo tulivyoona shirika ambalo ni IEBC tunaona ya kwamba wamejitayarisha vilivyo kwa sababu kulikuwa na dosari ndogo ndogo, lakini walikuja mara moja na kuweza kuzitengeneza na kukawa na election ambayo ilikuwa ya amani, na vilevile vile ikaendeshwa na njia ile ambayo iliyo mzuri, na tena uhusiano ule ambao uliokuweko na staffs wa IBC, observers na security, ulikuwa mshikamano uliokuwa mzuri. Otherwise mambo yangekuwa mazuri zaidi.